Kutoa rai kwa wananchi wote wanaopakana na maeneo ya hifadhi, nyote mshiriki kikamilifu katika ulinzi wa mali asili hii, ambayo tumerithishwa na mababu zetu. Sisi nasi hatuna budi kuirithisha kwa vizazi vinavyotufuata. Nitoe onyo pia kwa wale wakaidi, kwa sababu watakuwepo tu, binadamu tunatofautiana. Natoa onyo kwa wale wakaidi watakaokiuka na kufanya uharibifu katika hifadhi zetu hizi, wasifikirie kufanya hivyo. Na wale watakaofanya hivyo watachukuliwa hatua kali za kisheria. Sanjari na hilo, kama alivyosema mwenyekiti wa chama mkoa, kaka yangu Comrade Chandi, ninaagiza serikali ya wilaya, serikali ya mkoa pamoja na wahifadhi kukuza maonesho haya. Maonesho haya lazima yafanyike kwa ukubwa wake kulingana na umuhimu wake. Kwa hiyo naagiza wakati wa maonyesho ya mwakani, kama yatafanyikia eneo hili, shule zote zishiriki, msingi na sekondari, wote wawe hapa, watumishi wa serikali wawe hapa, wananchi kwa makundi mbalimbali washiriki, ili wote waweze kupata elimu hii ya uhifadhi na ni kwa nini tunapaswa kulinda maeneo haya ya urithi eh, si wa Taifa tu bali urithi wa Dunia. Elimu hii itolewe kwa wote. Kwa wale tuliofika leo, nina hakika tumeondoka na elimu kubwa kweli kweli. Sasa elimu hii wafikie watu wengi zaidi, hilo lifanyike mwakani lakini sanjari na hilo twende mbali zaidi, yafanyike mashindano mbalimbali mbali katika mashule yetu, mashindano ya insha, uchoraji, mashairi, tenzi na hata mipira mbalimbali mbali. Na siku kama ya leo, basi pamoja na ratiba nyingine, mgeni rasmi akabidhi zawadi kwa washindi mbalimbali. Wizara inayo jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba inaandaa mazingira sahihi ya usimamizi wa maeneo haya kwa kutengeneza sera na sheria madhubuti, ambazo ni nguzo muhimu katika kuendeleza maeneo haya. Hivyo basi, lengo kama nilivyotangulia kusema, lengo la wizara ni kuhakikisha kwamba mambo yote ambayo yanatishia uwepo wa hifadhi hizi muhimu, basi serikali kupitia wizara ya maliasili na utalii inayo jukumu la kuondoa matishio yote kupitia sheria ambazo tunatuna, tunatunga kwa kushirikiana na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia sera ambazo zinajibu maswali yote muhimu ambayo yataiongoza sekta ya uhifadhi utalii, misitu na wanyamapori. Pia leo tunathibitisha kwa pamoja dhamira yetu ya kulinda, kuhifadhi na kuendeleza urithi huu wa kipee kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Serengeti si tu eneo la uzuri asili, bali ni kiashiria cha hekima, historia na maisha ya watu wetu. Tunasisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa kimataifa, na kitaifa na kijamii katika kulinda maeneo haya ya urithi kwa njia ya jumuishi, endelevu na shirikishi. Kwa pamoja tunaendelea kusimamia urithi wetu wa dunia kwa fahari, kwa uangalifu na uwajibikaji mkubwa.